Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare post ambayo post hiyo ni wapenzi wake wa zamani yani, kwamba hapa namzungumzia Zaylisa pamoja na Rubby, lakini pia ameweza kuambatanisha ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi: pengine haikuwa riziki kwao na kwangu pia, na kutengana kwetu lazima kulitokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu kama binadamu, ila bado nakumbuka moment nzuri pia pia wakati tulip, eh, tukiwa pamoja. Ameweka emoji emoji fulani fulani viza kushukuru lakini pia emoji fulani viza makopa kopa na furahia pia eh, nikiwaona wamebaki na classic ile ile na mvuto ule ule. Ni heshima kwangu cause e, bana kuachana sio wadui na lazima e, bana maisha mengine endelee. Ibaki kuombeana heri na kusameana tulipokoseana. Hawa wanajua vizuri moyo wangu na wanajua kwamba e, nawaombea maisha bora hata waume bora kuliko bugati. All the best kwenu. Akaweka emoji fulani hivi za kushukuru lakini pia emoji fulani hivi za makopa kopa. So huo ndio ujumbe ambao Haji Manara ameweza kuandika, lakini mwishoni ameweza kukonklude na ujumbe ya kwamba hataki maswali, hataki comment e, bana itafutwa e, e kabla ya reforms hawajanijazia nzi. Huo ndo ujumbe ambao Haji Manara aliweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini pia akiambatanisha picha za waliokuwa wapenzi wake kwa kipindi hicho cha nyuma kidogo, kama vile Zailisa pamoja na Ruby. Sasa maswali ni mengi sana kwa wadau wengi sana ambao ni mashabiki wa Haji Manara, lakini pia wadau wa burudani, kuhusiana na huu ujumbe ambao kuandika siku hii ya leo, yani kwamba kwa nini zisingekuwa ni siku zote hizo, amekuja kuandika huu ujumbe leo, akiwa anawatakia maisha mema, lakini pia akifurahi baada ya kuwaona kwamba wapo na classic ile ile, lakini pia kuwaombea heri. Tupe mtazamo wako, kwa mdao wa burudani, uko na mtazamo gani kuhusiana na huu ujumbe ambao Haji Manara ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram. Until next time. Bye bye.